Karibu tena kwenye Hadithi za Kale. Mimi ni Rono na kama kawaida, na kuletea hadithi za ajabu zilizojaa hekima na mashujaa wa janja. Asante kwa kuwa nasi tena. Leo tuna hadithi maarufu sana, mashindano ya mbio kati ya kobe na Sungura. Wote tunajua kuwa sungura ni mwepesi na kobe ni wapolepole, lakini je, matokeo yatakuwa kama tunavyodhani? Hadithi hii siyo tu kuhusu mashindano bali ni funzo kuhusu hatari ya majivuno na thamani ya subira na bidii. Wanyama wote walikusanyika kushuhudia ushindani huu wa kihistoria, wakisubiri kwa hamu kuona nani angeibuka mshindi. Basi kaa vizuri, tuliza akili na tuanze. Hapo zamani za kale, katika msitu mkubwa wa Afrika, wanyama waliishi kwa amani lakini mmoja wao alijulikana kwa kiburi chake. Sungura alikuwa na kasi ya radi na kila siku alijigamba mbele ya wenzake. Sungura alijigamba, mimi ndiye mnyama mwepesi zaidi katika msitu huu, hakuna anayenipita, si tembo, si simba wala nyani, hakuna hata mmoja anayenifikia. Wanyama wengine walichoka na kujigamba kwake, lakini siku moja kobe alimkabili. Kobe alitabasamu kwa utulivu na kusema, Sungura, unajua kasi si kila kitu. Unataka kuthibitisha hilo? Sungura alicheka kwa dhihaka na kusema, unamaanisha nini Kobe? Unataka kushindana nami kwenye mbio? Huu ni mzaha. Kobe alitikisa kichwa kwa utulivu na kusema, ndiyo, hebu tufanye mbio, tuone nani atashinda. Mbweha akiwatazama kwa mshangao alisema, mbio kati ya kobe na sungura, hili lazima liwe tukio la kipekee. Nitachagua njia na kuweka mstari wa mwisho. Na hivyo siku ya mbio ikaamuliwa, na msitu mzima ulisubiri kwa hamu kuona nani atashinda. Siku ya mbio ilipofika, hakuna mnyama aliyekosa, hakuna aliyeenda uwindaji wala sokoni. Kila mmoja alikusanyika kushuhudia mashindano makubwa ya kihistoria. Tembo, simba, swara na hata ndege wa angani walijipanga kando ya uwanja, macho yao yakiwa yameelekezwa kwa washindani wawili, Kobe na Sungura. Wote walikuwa na hamu kubwa. Je, nani angeibuka mshindi? Tembo akitangaza kwa sauti kubwa alisema mbio hizi zitakuwa za kihistoria. Je, Mpo tayari? Wanyama wote walinyamaza wakishikilia pumzi zao. Moja, mbili, tatu, enda. Sungura aliruka mbele kama radi, akimuacha Kobe mbali sana. Lakini Kobe hakutikisika. Alianza kutembea polepole, pole, hatua moja baada ya nyingine. Hakuharakisha, hakutazama nyuma. Baada ya muda mfupi, Sungura alikuwa karibu kufika katikati ya njia. Aligeuka nyuma na kuona Kobe bado yuko mbali sana. Sungura akitabasamu kwa dharau alisema, hii ni rahisi mno, Kobe hata anikaribii. Hebu nipumzike kidogo, nikalale, kisha nitamaliza mbio kwa sekunde za mwisho. Sungura akajilaza chini ya mti kando ya barabara akaanza kuota ndoto tamu za ushindi wake. Lakini Kobe hakulegea, alijua jambo moja: safari yoyote ndefu huanza na hatua moja. Hakujali jinsi Sungura alivyoenda mbio, alizingatia lengo lake pekee, kufika mwisho wa mbio, polepole lakini bila kusimama. Nitafika, alijisemea Kobe kwa utulivu. Wanyama waliokuwa wakishuhudia walishangaa jinsi Kobe alivyoendelea kwa udhabiti. Hakukata tamaa hata mara moja. Hatimaye, sungura alipokaribia kuamka kutoka usingizini, alishtuka kwa ghafla. Alijikuta akiinuka kwa haraka, akiangalia mbele kwa mshangao. Aliona Kobe anakaribia mstari wa mwisho. Hapana, Kobe anawezaje kuwa pale? Ameshafika mbele yangu tayari! Alishangaa sungura, huku akihema kwa hofu. Alichanganyikiwa akijaribu kukimbia kwa kasi yake yote, lakini aliweza tu kuona nyuma ya Kobe. Moyo wake ulijawa na hofu na hasira, lakini ilikuwa kuchelewa sana. Kobe alichukua hatua moja ya mwisho, akivuka mstari wa mwisho wa mbio kwa utulivu na bila haraka, kama alivyokuwa amejiandaa tangu mwanzo. Kobe ameshinda! Walishangilia wanyama kwa mshangao. Sikuwahi dhania unaweza kunishinda, lakini unastahili ushindi. Hongera rafiki yangu, alisema sungura akiinama mbele ya kobe kwa aibu. Sungura, kasi si kila kitu katika maisha. Uvumilivu, mikakati na kufanya kazi bila kusimama huleta ushindi kwa kweli, alisema kobe akitabasamu kwa busara. Sungura alijivunia sana lakini ameweza kujifunza kuwa mbio sio kuhusu kasi pekee, alisema Simba. Sungura alikuwa na hakika kuwa yeye ndiye mwepesi, lakini amejua sasa kuwa uvumilivu ni muhimu, alisema Tembo akicheka kwa upole. Ujanja na kiburi havishindi, huu ni somo muhimu, alisema Nyani. Hadithi ya Kobe na Sungura inatufundisha somo kubwa. Mafanikio siyo tu kuhusu kasi, bali ni kuhusu uvumilivu, ustahimilivu na bidii. Katika maisha, tunaweza kukutana na watu wanaotuzidi kwa kasi, nguvu na ha hau rasilimali, lakini kama Kobe tunaweza kushinda kwa kuwa na bidii, nidhamu na malengo wazi. Kobe hakuruhusu udhaifu wake umzuie aliendelea mbele hatua kwa hatua hadi akashinda. Na kwa sungura, alijifunza kuwa kiburi na dharau vinaweza kukufanya upoteze fursa muhimu. Kwa hivyo rafiki yangu, kumbuka, siyo kila mshindi ni yule anayekimbia haraka zaidi, bali yule anayesonga mbele bila kukata tamaa. Umefurahia hadithi hii? Jiunge nasi kwa hadithi zaidi kesho. Usisahau kushiriki na kufurahia hadithi hizi zinazotufundisha mambo makubwa maishani. Mpaka wakati mwingine, usiku mwema na ndoto njema.